Hii ni TemuTV. Bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako. Kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana. Alright, bana kauli ambayo aliwahi kuitoa Diamond kwenye kampeni ambazo kuwa anafanya Kigoma. Aa, ni kauli ambazo ziliweza kuwasha moto kwenye mitandao, anaweza kusema hivyo, na alisema kwamba yeye ndiye anaiwakilisha mziki wa Tanzania kimataifa na hakuna msanii yoyote anaweza kumkaribia na akataja jina fulani hivi kama Kenge, kitu kama hicho. <laughs> wengi waliona kama ni confidence, wengine waliona kama ni kiburi, lakini sasa hivi Marioo ameweza kuandika ujumbe mzito kwenye Instagram ambao umeonekana kama ni jibu ama ni kijembe kwenda kwa kauli ambayo aliwahi kuitoa Simba. Imagine Marioo anatoka ule akisema kwamba hakuna msanii ambaye anaweza kumsogelea au hakuna msanii ambaye anaweza kusogelea moto huu, anasema anawaheshimu ila, music kwa huu ni noma sana, na mengine mengi sana nitakwambia mbeleni. Kabla sijaendelea, please nikukumbushe, yani wewe kama bado hujasubscribe mwanangu, unafeli. Please make sure una subscribe TV. Support your boy here, Stefano Temo from Tanzania mbili tano tano utakuwa umeweza kutisha kinoma noma thanks for your love and support since day one kuniangusha e bana baki na business baki na story Marioo anasema kwamba ngoma yake mpya ni moto wa kweli na anasema hakuna msanii ambaye anaweza kusogelea anasisitiza kuwa anawaheshimu wasanii wenye uwezo lakini kwa mziki huu ni moto wa kipekee yeah, je hii ni kauli ambayo anamjibu simba kisomi ama Marioo anajitangaza kama mfalme mpya wa Bongo Fleva. Kwanza kabisa Marioo amekuwa akitoa hits mfululizo kutoka Miamoo hadi Naogopa, ana mashabiki wengi kweli, na sauti yake ni ya kipekee sana. Huo ni ukweli ambao ufichiki wala upingiki. Lakini je, anaweza kushindana na Simba ambaye ana rekodi za kimataifa, kolabo kubwa na wasanii wa kimataifa, show za Ulaya. Imagine leo nimeweza kukusogezea story kwamba ameweza kuitwa kama special guest kwenye show ya Davido. Imagine. Sawa bana. Sasa nizamu yako, hebu tuambie hapo kwenye comment section. Je, Marioo amekuwa kumjibu Diamond kwa kisomi au kwa makusudi? Ni nani mfalme wa muziki wa Tanzania, kama so Simba ni Mario? Em, niambie wewe hapo chini, na unadhani je, Mario anaweza kufikia level ya kimataifa kama Diamond? Tuachie maoni yako kwenye comment section tuweze kuona wangapi wanawaza nini. Lakini kwenye posti ambayo ameweza amba amba amba amba amba kuiposti, Mario ameposti kupitia insta story yake akisema kwamba Kabla ya kila kitu niliahidi kutoa ngoma wiki ya kwanza ya mwezi huu ambayo ilikuwa natakiwa iwe leo tarehe nane, lakini baada ya kila kitu kutokea, nimeahirisha, nimepeleka siku za mbeleni, panapo majaliwa, ila trust me, hii ndio nilikuwa naenda kuwaambia wasanii wenu kwamba nawaheshimu tu, ila musical kwa time hii hakuna anayeweza kusogelea huu moto. Katika wale kenge mimi sipo na. Akamalizia na kunyosha mikono juu akisema Mungu azilaze mahali pema roho za marehemu wote peponi. By the way ni ujumbe ambao umekuwa gumzo sana, watu wanasema nyie shindaneni, eh, tunataka kujua nani mkali na vitu kama hivyo, lakini the top story ni kwamba Mario ameweza kuonyesha kabisa na yeye ile game analimudu. So, mtu akoweza kuongea ongea lakini so, mtu akoweza kutangaza tangaza lakini this time ameingia kwenye training baada ya kuweza kufunguka haya ambayo ameweza kufunguka. Hii ni TemuTV. Bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako. Kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana.